Naam, turejee tu hapa studioni moja kwa moja, tuelekee kaunti ya Kisii ambapo maofisa wa usalama wakiandamana na wale wa kudhibiti eh, vileo na dawa za kulevya na kada, wanaendesha operesheni ya kunasa walanguzi wa mihadarati katika eneo la Joke huko Kisii. Mwanahabari wetu Crispin Otieno, eh, anaungana nasi moja kwa moja. Tupashe, hadi sasa ni yapi ambayo yamefanyika katika operesheni hiyo? <coughs> Na mswale ulivyosema, tupo katika eneo ambalo linajulikana kama Joke Villa viungani mwa mji wa Kisii, ambapo o mapema leo maafisa kutoka vitengo mbalimbali -mbali, kwa pamoja na wenzao kutoka Nacada, wamekuwa wamekipta kambi katika eneo hili kama njia mojawapo tu ya kufanya operesheni ya kushtukiza, ili kujua kina nani ambao wanahusika katika biashara Uh, ya ulanguzi unavyotizama hapa uh, swali na hawa ni maafisa tu ambao uh, wako hapa, wengine wangali wanafanya operesheni ndani uh, kutafuta uh, mihadarati ambayo mpaka sasa zaidi ya magunia kama uh, matano hivi uh, yamepatikana yakiwa uh, na mihadarati aina ya, ya bangi na vile vile uh, kwa sasa wanaendelea ku Uh, vunja milango ya baadhi ya nyumba ambazo zinapatikana eneo hili la Joke Villa ambapo biashara hii inasemekana kukolea uh, kwa, kwa muda sasa. Operesheni ilianza mwendo wa saa mbili asubuhi uh, uh, na ingali inaendelea mpaka sasa uh, tungali tunasubiria uh, maafisa kutoka ama uh, kamanda mkuu wa kaunti ya Kisii Ronald Kiru, Kirui kufika katika eneo hili ambapo o, wanatarajia kukagua ma, ma, ma, ma, dawa ambazo zinazidi kupatikana katika eneo hili na vile vile tutakuwa tunasikia kutoka kwa maafisa wa NACADA ambao pia wamehusishwa pakubwa katika shughuli hii nzima. Ni operesheni ambayo a, ingali inaendelea na wanasema kwamba nyumba ambazo zinapatikana katika eneo hili takriban zaidi ya nyumba a, kama kumi na tano hivi. Uh, zinaendelea kukaguliwa kuhusiana na masuala hayo, uh, ya mihadarati vilevile, tumeona vijana uh, watatu ambao tayari wamekamatwa kuhusiana na uh, ulanguzi wa dawa hizo katika eneo hili. Kwa hivyo kwa sasa, uh, unavyotizama hapa, labda kama mpiga um, picha wangu anaweza kutuonyesha kile ambacho kinajiri uh, katika eneo ambalo tulipo, uh, hapa ndipo uh, shughuli hii nzima inaendelea, Swaleh. Uh, wanaendelea ku, kuvunja baadhi uh, ya milango ambayo inapatikana eneo hili uh, kama njia mojawapo tu ya kukabiliana na ulanguzi uh, wa mihadarati katika uh, eneo hili la Joke Villa ni uh, shughuli uh, ambayo tisa hivi Crispin kama unanisikia saa tisa hivi, Crispin kama unanisikia nakupata za nani ni nyumba za, za wakazi kukaa, ama ni nyumba za hoteli za wageni, ama ni nyumba za aina gani? kwa mujibu wa maafisa ambao wako hapo wanasema ni nyumba ambazo ni za kukodishwa, japo ni nyumba ambazo zimeshikana. Ukiingia katika nyumba moja, unaweza tembea kwa takriban nyumba kama kumi hivi bila kutoka, zimeshikana, na ni nyumba ambazo ni za kukodishwa, japo kukuwa na wale wapangaji ndani ya nyumba hizo. Swali na wameshapata mwenye nyumba ama bado? mmiliki uh, wa nyumba uh, hizo uh, angali kupatikana mpaka sasa, uh, japo kuna operesheni ya kumtafuta liko japo wale japo ambao wale ambao walikuwa wamepatikana wakati wa operesheni hiyo, uh, kuna wale ambao tayari wametoka, kuna walikuwa wametoroka kuhofia usalama wao, na tumepata eh, watatu ambao wamekamatwa, ambapo operesheni hiyo uh, ilipokuwa inaanzishwa rasmi, kuna wale ambao walitoroka, na kuna mpaka sasa watatu ambao wamekamatwa na maafisa hao. Swali. Crispin, na unapotuambia ni dawa za kulevya, ni dawa za aina gani wewe ambazo umeshuhudiwa zimenaswa hadi sasa kwenye msako huu? <coughs> Kwenye msako huo tumeshuhudia magunia ya bangi. Kuna wale ambao pia uh, walipatikana na uh, dawa uh, aina uh, ya zinashukiwa kuwa kokeini uh, ila tunasubiria maafisa kuzikagua ipasavyo na vilevile watakuwa wakituelezea uh, mengi zaidi kuhusiana na dawa ambazo mpaka sasa uh, wamezipata. Kwa sasa wanasubiria tu maafisa kutoka ama kamanda mkuu uh, wa polisi wa uh, kaunti ya Kisii uh, Ronald Kirui kufika hapa ili waweze kutoa taarifa uh, uh, kwa pamoja kuhusiana na operesheni hii inayoendelea katika eneo hili la Joke Villa. Asante, Crispin Otieno kutoka Joke huko.